Na nimekubali nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe, kavana, tafuta mahali ya kununua mashine ya kutengeneza chapo milioni moja. Machapati, machapati

Chapati wewe sasa ni kiumbe kipya. Sasa ndio tukule kiapo tushipe. Misosi chapati chapati this. Hii ni nchi ya chapati. Ndio maana sasa siku ya leo na kabidhi Kenya